Haitokamilika imani yoyote ya miongoni mwetu isipokuwa mpaka kwanza awe ana imani ya kweli ya kumpenda Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mapenzi ya masahaba kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalikuwa ni mapenzi ambao makubwa ya ndani kabisa, yenye kina kikubwa yaliyopelekea kujitoa muhali katika maisha yao kwa kumkinga mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wako tayari kujitolea kwa nafsi zao wenyewe na kutoa mali zao zote kwa ajili ya mapenzi ya kumpenda mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa bwana mtume anapendeza kwetu sisi kushinda hata maji ya baridi wakati huo jua kali, pengine jangwani, mtu anakaribia kufa kutokana na kiu, ili asalimike na apone na uhai wake, yale maji yalikuwa hayana thamani katika nafsi zao kushinda mapenzi ya kumpenda bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siku moja mtume Muhammadin sasalam akamwambia ya Rabia, ewe Rabia, sal niombe unachotaka. Aambia, ya rasul Allah, nimeiangalia hii dunia, nimeiona saila yote inaondoka, nimeangalia vyote vilivyo ndani ya dunia vinakwisha, vinaondoka, lakini nikaona kwamba mimi kuwa na wewe peponi, haya mambo haya ya ni milele na milele na milele. Hakuna neema kama hiyo. Waambia watoto wetu leo hapa, je, ni kweli tunampenda Mtume? Kwa nini yalitekelezeka haya? Ni kwa sababu Allah tabaraka wa taala aliwaruzuku ladha ya imani katika mioyo yao.